Bismillahi rahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain ama baad. Uh, msingi wa kitabu hiki ni kuelimisha na kutanabahisha jamii especially jamii yetu ya Waislamu na Watanzania kwa ujumla kwamba uzalendo ni jambo muhimu, ni jambo kubwa, na ni jambo linaloendana na misingi ya dini ya Kiislamu lakini naamini na dini zingine, kwa sababu unaona wako mitume tuna, tuna, tuna, tuna, tuna share tunasema kwenye Uislamu na kwenye Ukristo. Na ukitizama kazi za mitume ilikuwa ni kupigania watu wao wasipate madhara, wasipate njia isiyofaa, na kwa njia hiyo vile vile wanailinda na miji yao. Kwa hiyo unaona wazalendo namba moja walikuwa wao. Kwa hiyo msingi wa kitabu hiki ni kufahamisha juu ya tunu na thamani ya uzalendo kwamba haitanguliwi na chochote baada ya dini. Kwa hivyo kila mmoja wetu popote pale alipo ajikague, wanasema wazungu afanye critical self evaluation, hiyo ni mzalendo kwa kiasi gani, na ajikague kupitia matendo yake ambayo anaishi nayo kila siku, yanajenga ya kwenye nchi yake, kuilinda, kuithamini, kuitetea au yanaelekea kwenye kuleta vurugu, uvunjifu wa amani, fujo na mambo mengine yasiyofaa. Kwa hiyo lengo la kitabu ni hilo kwamba watu wakielewa maana halisi ya uzalendo, wakauishi uzalendo, wakarithisha na kuelimisha watoto wao kwa maana ya kizazi kingine, nchi yetu itaendelea kwa katika hali ya amani, utulivu na usalama kwa miaka mingi na vizazi vingi vijavyo. Um, kwa kweli ni, ni uelewa mbovu usio sahihi. Uzalendo hata siku moja hauwezi kutafsiriwa kwa maana ya uchawa, sababu uzalendo lengo lake ni kuhakikisha wananchi wenzako, nchi yako inabaki katika hali yake ya sawasawa, amani utulivu na maendeleo ya kweli na uzalendo vile vile unakubali tofauti ya mitazamo, kwamba mzalendo wa sawasawa anakubali kwamba mwenzake aliyoko kwenye madaraka anavyoendesha, haina maana kwamba yeye akiona hakubaliani kwamba yule si mzalendo. Ni mzalendo, lakini ule ndo mtizamo aliokuwa nao yeye katika kutumikia nchi yake. Kwa hiyo mzalendo wa kweli hawezi kukaa kwenye upande kwamba ni yeye tu na ikiwa kinyume basi hapo, maana yake huyo anaofanya kinyume na anavyotaka yeye, anakwenda kwenye uchawa, anajipendekeza. Haijawahi kutokea hata siku moja mtu anayeilinda nchi yake isiingie kwenye machafuko na vurugu akatafsirika kwamba huyo anakuwa chawa. Haijawahi kutokea hata mara moja mtu ambaye anafanya utii kwenye mamlaka kwa ajili ya kuleta ustahamilivu, kwa ajili ya kuleta a, a, amani na utulivu katika nchi akatafsirika kuwa chao. Huyo ni mtu wa sawasawa, mpenzi wa nchi yake, anayelinda kwenye yale yote madhara ambayo yanaweza kupelekea nchi yake isitawalike na isikalike. Uh, umesema jambo muhimu sana. Utamaduni wa kusoma kwa, kwa, kwa watu wengi umekuwa sio utamaduni ambao watu wanauishi. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuhimiza sio tu kitabu hiki, lakini watu wajenge utamaduni wa kusoma. Wakijenga utamaduni wa kusoma itapelekea kuondosha ile mitazamo ya hovyo ambayo watu wanapandikiziwa kwa kuaminishwa ndiyo hali ilivyo. Na kwa njia hiyo basi, ndio maana pia tunakusudia kitabu hiki kitaingia kwenye sauti ili wale ambao hawawezi kusoma lakini wanaweza kusikiliza wapate, na kutumia njia mbalimbali hizo za mitandao ya kijamii katika kuhakikisha kitabu kinawafikia watu wengi zaidi. Uki, unahisi kwa uzalendo umepungua ume katika nchi yetu? Um, um, sio swala la kuhisi uzalendo umepungua tu. Yani, kitu muhimu ambacho nimekiona mimi ni ile kuelewa ule uzalendo ni nini, ndo kitu ambacho nimeona kwa kiasi kikubwa hakipo. Kwa hiyo yako mambo mtu anafanya, nadhani ndo uzalendo, kumbe ni kinyume chake, na yako mambo mtu hafanyi, anadhani sio sawa, kumbe ndo uzalendo wenyewe. Kwa hiyo kwanza tuna kazi kubwa ya kuelimisha uzalendo. Alafu sasa ndo tunaweza kuona kama umepungua au umeongezeka. Shukrani.